Uh-huh. Yo, naitwa Ostaz Juma Namusoma, kwa mara nyingine nimekutana na Mzee Abduli, baba yake mzazi na Diamond Platinum. Msanii wetu East Africa. Ni msanii anafahamika, tuseme duniani, duniani eh, East Africa na Africa. Duniani, yani Diamond anafahamika sana. Huyu ndio baba yake mzazi. Kwa mara nyingine nimekuja na nimekuja kuona naye, na kwa mara nyingine, mara ya pili, baada ya kuona Kripu mtandaoni ya uh, mwanamke ambaye amezaa na Diamond Platnumz, ambaye anaitwa Zari alimuita binti yake Tifa akamwita Tifa Juma, Tifa Juma. Sasa tunataka tufahamu. Mzee Abduli, habari na, na, za sasa hizi? Assalamu alaykum. Alhamdulillah, ah, naomba kuuliza swali, kuna hivi karibuni Zari alimuita binti yake ambaye ni mjukuu wako Tifa Tifa Juma, Tifa Juma, na tukiona wewe tukikumbuka kama wewe unaitwa Abdul Juma Juma, hilo lilichukulia vipi wewe? <coughs> sema sema, ndo masuala tu ya kiburi ya pesa, wanafahamu kila kitu, yani ile wamechukia mimi. Nilikuwa msezi nikaishangaa, kwa sababu wanachukulia kwa ile kwa sababu babake mwenyewe anaitwa Nasibu Abdul Juma Iza. Kwa hiyo unajua kitu Tifa Juma sio mbaya, wanafahamu kama mimi nani wao Ah, wanafahamu sema tu, hawataki tu kukuzakuza, lakini wanafahamu bisi. Mm, ena maana Zari anafahamu ya kwamba kila kitu yani watu wake wote natembeanana, si bwana, kwa sababu yeye mwenyewe anawapaga ntudeksenio kama mimi nani wake ila. Ah, nashangaa tu anashindwa kufanya tu ile utaratibu wa kiungwana kiuutu. Mm, inakuwa tatizo na nini tatizo ya Mzee Abdul mm. Ah, na nataka kufahamu kitu kimoja hapa nyuma, kipindi cha nyuma muziki muziki vizuri sana. Vizuri bwana, usaidie hapa kidogo muziki wetu upande jua upate chati kidogo, tukana na jina au power yako fani nani katalia watoto elei, kwa sababu nani atakusaidia, nani atakutoa? Anaweza akapata kanikumbuka pata soda na kwa maningi, nashukuru lakini. okay. ulifanya vizuri watu eh, walikubali kweli, kaza bwana, endelea kumbe unaweza nini. Ndio hmm. hivyo tu, kwa sababu hmm. sina pilika nayo mama hmm. Sasa maana kuuliza swali hilo ni kuona kwamba wewe ni mwanamuziki ya. Binti yako Mwanahawa Abdul Juma Lio. Pia ni mwanamuziki sawa sawa. Diamond Platnumz Lio. Ni mwanamuziki ina e maana damu yako ni ya kimziki muziki, wewe na watoto wako ya kimziki muziki na tangu mwanzo. Hata mimi wakati ile, kama ningekuwa na misiki pafuni wakati wangu nilivyokuepo, nilikuwa mwanamuziki, sema wakati ndio watu waana mambo yao, kuna forever, badass, na system zingine. System hizi za Bongo Flava bado hazijatokea, na hata zilikuwa, lakini zilikuwa zina motisha sana kama sasa hivi. Sasa hivi muziki, pesa maendeleo na watu wanafanya kama hobi ya mpira. Mpira sasa hivi pesa maendeleo, sio kama mwanzo, mm. Mtu anacheza mpira kwa damu, ndio sababu mimi nacheza kitu fulani kwa timu fulani. Sasa mtu anafanya muziki kwa maendeleo yake, mtu anacheza mpira kwa maendeleo yake, na usishangae mtu anatoka timu hii kwenda hii kwa kipato, hawana mpango kusema mimi napenda Simba tu. Ah, mtu anafanya kitu kwa maendeleo kwa kipato kwa maisha yake. Sasa hivi ilikuwa bado wakati ule muziki kwa maendeleo lakini ilikuwa mwanamuziki kusema kweli anaimba sana. Lakini stori zangu mimi, nyimbo zangu zilikuwa za kimbindo ktownzta nilikuja kuishtukia tu ghafla, kuwajua jamaa bila kutajwa. Lakini sio afahamu sio atambua, unajua kwenye kitu kitu, watu wanafuata kitu. Watu wanasema kwenye kupata ule asari. Wewe na maana kadumomo umemfahamu hivi karibuni. Yaani yaani yaani yaani, mimi nishangaa katokea tu kwenye familia yangu ghafla, ibidi nikae kimya, nikaona watu wanapata uraji bwana, watu wanataka matumbo yajae. Na nyinyi mlibagua, umeenda upande ule na mimi nimetolewa kabisa, nikakaa kimya. Sikutaka kufuatilia sana maisha ya watu. Unampenda? Ah, si kwanza hata kumjua, kwa nini sijaifuana naye. Nakuuliza, unampenda? Kwa sababu binadamu anaweza nikampenda nisimpenda, lakini nafsi yangu bau kwau, mimi alivyoongelea mambo mengi kwa mimi, simpendi likadomomo kwa sababu ameingia katika familia yako wakati uko ujui kitu gani eh, muda ambao na mimi sasa kunitoa katika uraji ambao sikutegemea. Chini chini, kusema kweli, nsiongea unafiki. Chini chini napitishiwa, chini chini napitishiwa, ila za kiundani zaidi, lazima adilaima, msitegemea ninavyoongea kila time najipendekeza. Uchungu nimeelewa mwenyewe Nimefeti mwenyewe, nimefanya kila kitu mwenyewe, na mimi ndio itakuwa sasa mpio, na kila time narudi kama kweli na hasira na cheka, ndio maana kila time uchungu, fikira, mawazo muda ambao alikuwa mwenzangu mama wa kike, na mimi mama wa kiume, nilitakiwa na mwana wangu nienjoy, sasa hivi nipumzike. Kuna kazi ninazozifanya sasa hivi, kwa sisi kuzifanya kwa wakati huo, na mimi nilitaka ni enjoy kama ninavyo enjoy mwenzangu. Na maana kila time nalizungumzia hili swali na hasira, na muda ulifikia, na mimi nilikuwa muda wa kupumzika vile vile, kusema kwa nisamehe wananchi wenzangu ambao mpe comment, msije mkaona kama najipendekeza kuongea ovyo au kila muda najiingiza, hapana na leo nilipotoka mpaka nilipofikia mpaka kwenye kipato chao. Kwa hiyo moyo huo unaniuma sana, ndio maana kila napoulizwa naamua kulitaja hili swala, naumia sana. Nakumbuka mbali ni enjoy jamani, mtanisamehe sana kidogo. nani Mzabduli. Yeah. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimeinukuu yeah, nime katika yeah, maktaba yangu nikaiweka kwenye simu ili nijisome yeah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ayumamraatin adkhalat ala qaumin man laisa minhum falaysat min Allahi fihi shayin falaysa, mwanamke yoyote aliyemuingiza mtoto katika jamaa ambao, ambao si katika wao, mwanamke yoyote aliyemuingiza mtoto katika jamaa Ambayo, ambao si katika yule wa mtoto Mbis, au yule mtoto si katika wale jamaa, hana chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yudkhilaha Allahu jannatahu, na hamwingizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pepo yake. wa ayuma rajulin jahada waladahu, na mwanaume yote aliyempinga mtoto wake akamkataa, wa huwa yandhuru ilayhi, na hali ya kuwa yeye anamtazama, ihtajaba Allahu minhu kujificha Mwenyezi Mungu na yeye, wafadhahahu ala ruusi lawalina walakharina na atamfedhehesha Mwenyezi Mungu katika katika jam, katika makundi ya mwanzo na wa mwisho. kwa maana gani? Yeah. Mwanamke anapomwingiza mtoto katika familia ambayo si katika familia yake, Mwenyezi Mungu anamweka mbali mwanamke huyu na mwanaume yoyote angal kamera na mwanaume mwana yote atakayempinga mtoto wake mwanaume yeyote atakempinga mtoto wake, akasema huyu si mtoto wangu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atamfedhehesha mbele ya makundi ya uma siku ya Kiyama. Kwa hiyo huyu mzee hajamkana mkana mwanaye bado anatetea haki yake, bado anaitafuta haki yake kwa sababu amesema hapa ya kwamba wametoka katika maisha magumu, wamevumilia, wamepitia mengi mengi. Muda ambao anatakiwa mzee apumzike ndio muda ambao sasa anapewa adhabu. Hii ni adhabu, apewa apewa, mm -hmm, adhabu apewa manyanyaso, apewa ni mtihani. Na tukisema mtoto huyu mtoto wake ni mtoto ambaye ana uwezo, si kama hana uwezo, ana uwezo mkubwa sana, anafanya starehe nyingi sana, anafanya mambo mengi kwa watu baki. Basi kama ni hivyo, hata huyu basi angefanyiwa hata hayo E, hata kama kuna u, u, sisi binadamu tuna mapungufu ndiyo. Hata kama labda alikuchapa akiwa mdogo au alikukemea lakini katika maelekezo ya kukufundisha, hebu e, kumbuka namna mlivyoishi pamoja, hata ukamfanyia ihsani tu. Nasoma hadithi nyingine ambayo ansa, ansa anhu nimeinukuu. Saad bin Abi Waqas radhiallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala man iddaa ila, man iddaa ila ghairi abihi mtoto yoyote, mtoto yoyote atakemdai asiyekuwa baba yake, yaani akasema baba yangu ni fulani na hali ya kuwa si baba yake. Wahuwa yalamu annahu ghairu abihi, na hali ya kuwa yeye anajua kwamba si baba yake. Faljannatu aleihi haram, pepo kwake ni haramu. Hii hadithi ameipokea Bukhari na Muslim. Kwa maana mtoto yoyote akasema mi baba yangu ni kwa mfano ni Nyange alafu kumbe si baba yako. Basi Mwenyezi Mungu anasema pepo ni haramu juu yake. Tufanye ihsani, tuwapende wazazi. Mzee Abdul, nadhani mm, kuna swali lingine. Nyimbo gani unaupenda wa Diamond Platnumz? <coughs> Nyimbo nyimbo ziko nyingi lakini mimi nyimbo ya kati ya nyuma kidogo nilikuwa na naipenda nitarejea. Angalau zingine zingia kwenye kikundi nini, lakini nitarejea kavumilie, na watoto sije kadanganywa. Na Big D au na nani mtama mtarejea mtarejea. Oh, una matumaini ya kwamba Diamond atarejea? Ya, yani huo mvumilivu, usidanganywe naye, asija kadanganywa kama mimi mzee wake, asija kadanganywa na mtu yote, arejee kwangu mimi, ndakubali kwa lolote. Kamsamee binadamu usamee na nikubali. Kusamee peke yake tu ni Mwenyezi Mungu, na binadamu sana samee. Ndio maana hata muda mwingine nasema nimesamee, lakini kuna vingine na na Mzee Abdul, tuseme haki lillahi. Wewe ni Muislamu na unamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na mvua inanyesha nyesha ni shahidi. ni shahidi, zungumza mbe na, na mvua inapokuwa inanyesha mbingu zinafunguka zinakuwa wazi. Zungumza, Allah anakusikia. Sema ukweli, Diamond ni mtoto wako kweli? Hilo jina la na nasibu lilitoa nani? Ni mimi uyo, ndio mimi nimemtoa hospitali, nimemweka arobaini, nimemfanyisha mauridi kwa, na kwa nluumd nah. kila na kitu na mzee, nakuahidi, nakupromise Diamond hana roho mbaya. Diamond atarudi. Awezekana labda ni ujana tu na mambo mengi mengi lakini mwanao, haki yako haiwezi kupotea. Mwenyezi Mungu ampe afya. Hao na wengine na wapembeni. Amina ya Rabb. Na sisi vile vile atijibu kutukumbuka, na wagonjwa na wazima tupe msaada kama anavyowapa wengine mzee wako mara baya na mimi nitakuwa nipumzike, kama ninavyopumzika mama. Jaribu kunifikiria zaidi, sina tatizo naye. Asante na shukrani. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Amina Rabbi, amina Rabbi.